Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele. Mbengo TV, we are the best. Bwana mambo vipi mtazamaji wa Mbengo TV? Uh, nipo Tunduma na nimefanikiwa kukutana na kijana mdogo muuza mayai ambaye alionyesha moyo wa upendo kwa mtu ambaye alimwomba yai na video yake ikawa ni video pendwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Kila mtu akawa anataka kufahamu baadhi ya vitu kutoka kwa huyu kijana. Sasa nimefunga safari kutokea jijini Dar es Salaam na hatimaye nimefanikiwa kukutana na huyu kijana, nataka tuzungumze naye atuambie ilikuweje, lakini pia tuweze kumfahamu vizuri. Ndio kijana wetu u, jamani. Sawa, ndogo mambo? Poa. Hujambo? Sijambo. Uko vizuri? Ndio. Sawa. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Laurent John Michael. Ndio. Una umri gani? Miaka kumi na mbili. Na miaka kumi na mbili? Ndio. Sawa. Ni mkazi wa wapi? Unaishi wapi? Naishi, naishi Tundu. Ndio. Unaishi na baba na mama? Ndiyo. Uh, unasoma? Hapana. Uliwahi kusoma? Ndio. Ulishia darasa la ngapi? Darasa la nne. Sawa. Kwa nini uliishia darasa la nne? Waliniombea, walinyombea wa uhamisho. Walikuombea uhamisho? Wali wa wali wa, sasa ikaweje? hiyo kuna sehemu ulikuwa unasoma mwanzo? Ndio. Ni wapi ambako ulikuwa unasoma? Kwa hiyo huku unasubiri kuanzishwa shule nyingine? Ndio. Sawa, vizuri. Uh, ulianza lini kazi ya kuuza mayai? <laughs> Kama vile mwezi wa pili hivi. Mimi na yeye ni mwezi wa tatu, kati ya mwezi wa pili au mwezi wa tatu ndio? Ni, ni kwa nini ulitaka uwe unauza mayai? nini kilikuvutia ukasema natakiwa nianze kuuza mayai? Nilipenda. Ilikuweje kufanya kazi, ulipenda kufanya kazi? Ndiyo. Sawa. Ulimwambia baba kwamba unataka uwe unauza mayai ndio? Sawa. na baba aka akasema nini? Akasema aya ta kesho kuuza mayai. Baba alivyokubali wewe kuuza mayai mtaani, unavyoenda kuuza mayai, ilikuwaje siku ya kwanza ulivyoingia mtaani kuuza mayai? Nilienda nikalta ni mayai kumaliza? Siku ya kwanza? Ndiyo. Alibaki mangapi? Alibaki kumi na tano. Kwa nini ulishindwa kumaliza siku ya kwanza? Biashara ilikuwa ngumu. Biashara ilikuwa ngumu. Ndiyo. Okay. Sawa. Hayo uh, mayai kumi na tano ambayo yalibaki uliyapeleka wapi sasa? Kwa sababu yame, yame ni machi, yamebaki. Ndiyo, kwa sababu yamekuwa yamebaki nienda kuyamalizia. Au ulienda kumalizia siku nyingine? Ndiyo. Okay. Sawa. Siku ya pili biashara ikaweje? Yalibaki tena mayai au uliyamaliza yote? Niliyamaliza. Kwa hiyo siku ya kwanza ulienda mtaani, ukauza mayai, yakabaki mayai 15, lakini siku ya pili uliyamaliza yote? Ndiyo. Okay. Sawa, siku ya tatu ikaweje? Ukamaliza siku ya tatu ukamaliza yote? Ndiyo. Sawa. Na kwa siku unauza mayai kiasi gani? Nilianza kuuza tray moja, mayai thelathini, nikaanza tena kuuza tray mbili, mayai sitini. Ah, kwa hiyo ulianza uh, na tray moja lakini kwa wakati huu unaweza kumaliza tray mbili. Ndio. Hongera si sana. Nani alikufundisha kuwa mfanyabiashara mzuri kwenye kipindi hiki kidogo? Nani ambaye alikufundisha vizuri? Baba. Baba. Na nimesikia baba pia alikuwa anauza mayai, ni kweli? Ndio. Okay. Mtazamaji wa Mbengo TV bado niko na kijana lao, kijana ambaye anaendelea kunistajabisha kwa stori zake. Anasema kwamba alianza kwa kuuza trei moja la yai kwa siku, lakini akapanda hadi kuuza trei mbili, ingawa changamoto nyingi, lakini bado ameendelea kuwa mfanyabiashara mzuri kwenye kipindi cha umri mdogo. La, unataka kujua kitu kimoja wewe, ndoto yako kubwa unatamani ukiwa mkubwa uje kuwa nani? Polisi? Polisi. Ndio. Kwa nini sio mfanya biashara mkubwa? Kwa nini umechagua kazi ya polisi? Nimeipenda kazi ya polisi. Ndio hivi. okay. so, unajua kwamba ile video yako ile ambayo ulirekodiwa ukiwa unampa mtu yai bule, unajua kama imetazamwa na watu wengi? Ndio. so, ilikuwaje ukampa mtu yai bule? Aliniomba. Ndio. alikuomba yai bule? Ndiyo. Na wewe kwa nini uliamua kumpa yai bure tu kwamba nimekupa kula. Kwa nini? Aliniomba ndio kama kumpa. Sawa. Lakini kwenye video ile ulijiuliza ulisema nikupe bure na kwa nini ulikubali kumpa bure wakati wewe unauza Niliamua. Uliamua. uh, ndio. Okay. Sawa. Sa uh, nataka uniambie kitu kimoja. Mtaani unavyoenda kuuza mayai ni changamoto gani ambazo huwa unakutana nazo sana mtaani? Ni wapi? Wataniuliza maswali kwa unasoma mimi nasome namba. Kwa sababu gani? Nasema na kaa kimya. Usilie, so, Okay. Sasa kwa hiyo mtaani wanakuuliza unasoma we, unasema zisome z unakaa kimya. Ndio changamoto kubwa? Sawa. changamoto nyingine ambayo unakutana nao mtaani ni ipi? Angalia kamera. kushinda kuuza? Kushinda kuuza, siku moja moja. Huyo inatokea na unashindwa kuuza Usilie, rafiki yangu, watu wamependa video yako, wanakupenda. Afu nalie, rafiki yangu, naniangusha. Wewe mfanya biashara mkubwa, utakii kulia. Umesikia? Ndio. Nini kinakuliza? sawa sawa, aujui haya. Uh, kuna mtu mmoja anaitwa Mario, unamjua? Ndio. alisema ameiona video yako na anakutafuta. Ulisikia kwamba anakutafuta? Ndio. Kama anakuona muda huu uh, unatamani Mario akufanyie nini? Na je, unatamani kukutana na Mario? Ndio unatamani kukutana naye? Na, na namwambia, unamwambia um, nini muda huu kwamba amsaidie mama yangu. Msaidie mama? Ndio amsaidie nini? Mtaji. Msaidie mtaji mama? Ndio. Okay, sawa. Uh, mtu mwingine ambaye unatamani kuonana naye ni nani? Bado sijamjua. Chief Goodlove alikuletea zawadi uliziona? Ndio. Ulifurahi? Una nini cha kumwambia muda huo? Namshukuru sana. uh, nimepata taarifa kwamba utaenda shuleni, umefurahia hilo? Ndio. Sawa. Watanzania wengi wanakupenda sana. Unawaambia nini kwa wakati huu? Neno lako moja tu kwa Watanzania ambao wanakupenda walipenda video yako. Eh, unawaambia nini kwa wakati huu? Naambia Watanzania wote na video yangu, naomba wanasaidia haya. Sawa, watakusaidia.